Na tukisonga mbele mtazamaji, kanisa la kianglikana nchini limeelezea wasiwasi wake kuhusiana na kile kilichotaja kuwa kuibuka kwa uongozi unaojali maslahi ya kibinafsi na kuwaacha Wakenya wengi wakihangaika, hali inayoibua hasira dhidi ya viongozi. Kiongozi wa kanisa hilo la askofu mkuu Jackson Olesapit ameonya kwamba Wakenya wengi kwa sasa wanakabiliwa na hali ngumu ya kiuchumi na ukosefu wa ajira, hali inayotokana na, na usimamizi duni wa viongozi wa taifa. Kanisa la kianglikana nchini Kenya siku ya Ijumaa lilipiga hatua kubwa kufuatia kutawazwa kwa askofu Francis Omondi Otieno ambaye atakuwa kiongozi wa kanisa hilo kwenye diosisi ya Garisa. Akiongea wakati wa hafla hiyo iliyofanyika katika kanisa la Old Saints Cathedral jijini Nairobi, askofu mkuu wa kanisa hilo, Jackson Olesapit, aliwakumbusha viongozi kuhusu jukumu lao la kubadilisha maisha ya wananchi akionya kuhusu uhasama unaoendelea kuongezeka dhidi ya uongozi wao in the recent past Kenyans have demonstrated a lot of anger on anything anger will not serve us let us demand our rights not in an angry mode but family asking that the right things be done so that we don't project our anger to the innocent which we have done many a times aliwaonya kwamba uongozi unaojali maslahi ya kibinafsi huenda ukatumbukiza taifa hili kwenye mzozo we must uh, be people who are not so concerned about our own and how we can get it for ourselves which has become the character of our society that whoever get into position the mission is to amass and take it away from everybody else Kwingineko, muungano wa makanisa ya kievanjelisti umewataka wabunge ambao wako kwenye likizo kwa sasa kurejea bungeni na kuwasaili wale walioteuliwa kwa hudumu kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka. Muungano huo ulionya dhidi ya kuingizwa siasa shughuli ya kuwaidhinisha wale walioteuliwa.